Mheshimiwa Rais, mwenendo wa kampuni ya kutengeneza nguzo za, nguzo za zege Tanzania kampuni ya kutengeneza nguzo za zege Tanzania ambayo ni kampuni tanzo ya TANESCO ilianzishwa kwa lengo la kuzalisha nguzo za zege za umeme, nguzo za zege na kufanya upimaji wa ubora wa bidhaa hizo hapa nchini. Hata hivyo, hadi sasa kampuni hiyo haijatekeleza jukumu hilo la msingi ipasavyo. Hadi kufikia mwaka wa fedha 2023/2024 kampuni ilipokea shilingi bilioni sita kutoka TANESCO ambapo shilingi bilioni nne zilitengwa kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda na maabara ya kupima ubora wa nguzo na shilingi bilioni mbili kwa ajili ya gharama za uendeshaji. Licha ya mpango hiyo, fedha nyingi zilitumika kulipa gharama za kawaida na kulipa wazabuni wa nje wanaotengeneza nguo badala ya nguzo badala ya kampuni yenyewe kufanya kazi hiyo. Kwa zaidi ya miaka kumi tangu kuanzishwa kwake Kampuni bado haijaanzisha uzalishaji wa nguzo wala kuwa na maabara yake ya ndani, jambo linalofanya endelee kuwa tegemezi kwa huduma kutoka nje. Kwa sasa kampuni hiyo haitekelezi jukumu lake la msingi kama ilivyokusudiwa. Mheshimiwa Rais, kwa kuwa kampuni hii imeshindwa kutekeleza majukumu yake tangia imeanzishwa, napendekeza kampuni hii ivunjwe na shughuli zake za uhakiki wa ubora ziwe zinafanywa na idara ndani ya TANESCO.